kuitwa mwana wa Mungu nafurahia kuitwa mwana wa Mungu nafurahia kuitwa mwana wake nafurahia nafurahia nimepata wokovu nafurahia kuitwa mwana wa Mungu nafurahia nafurahia kuitwa mwana wa Yesu nafurahia Kuitwa mwana wa Mungu nafurahia kuitwa mwana wa Mungu nafurahia kuitwa mwana wa Mungu nafurahia kuitwa mwana wa Mungu nafurahia nimepata wokovu nafurahia nimepata neema nafurahia furahia mimi huyo sasa furahia nimekombolewa nafurahia nimepata amani nafurahia mepata uzima na furahia na furahia kwito mwana wa Mungu na furahia kwito umwana wa Yesu na furahia, aliteseka akafufuka akanizaa mara ya pili, alikufukisha akafufuka akanizaa mara ya pili akazima mwanangu mwanangu mnaezikijipeni moyo mtaushinda ulimwengu baba wangu akira kanitia moyo kanitia nguvu amani tele kuitwa mwana wa Mungu nafurahia nafurahia kuitwa mwana wa Mungu nafurahia mm, mm, nafurahia kuitwa mwana wa Yesu nafurahia kuitwa mwana wa Mungu nafurahia kuitwa mwana wa Mungu na furahia kuitwa mwana wa Baba na furahia kuitwa mwana wa Roho na furahia kuitwa mwana wa Mungu nafurahia sikumeru boy na furahia Siriely Petro Mbise na furahia ndugu jamaa marafiki na furahia kanga ototaji nafurahia nafurahia familia kiroho na furahia kuitwa mwana wa Mungu nafurahia kuitwa mwana wa Mungu nafurahia kuitwa mwana wa Mungu nafurahia.